Mtazamaji wa N Catholics International TV karibu sana kwenye maudhui yetu ya kwanza ya channel yetu ya N Catholics, ambayo inakwenda hewani kwa mara ya kwanza leo na nimebahatika kuwa wa kwanza kuongea nawe katika maudhui hii ya kwanza, na yako mambo kadhaa ambayo tutatafakari pamoja moja baada ya jingine na wewe utapata nafasi sasa kwa kutumia mitandao yetu ya kijamii kutoa mrejesho katika maudhui hii ya kwanza. Imetokea kwamba inaanza na tukio ambalo tuko nalo kwa umaarufu mkubwa kabisa hapa ulimwenguni kwa sasa, ni msiba au maombolezo ya Papa Francisco, Baba Mtakatifu wa 266 katika historia ya kanisa Katoliki duniani. Karibu sana tutafuatana katika maudhui hii tangu mwanzo, na tutakuwa na mambo kadhaa ya kutazama na kutafakari pamoja kuhusiana na msiba huu, tayari kwa ajili ya kujiandaa na hatua nyingine ya ukuaji niseme wa kanisa Katoliki, kwa sababu sasa kanisa linaingia katika ukurasa mwingine. Jina langu ni Bernard Mukasa. Karibu. Kanisa ulimwenguni kote bado linasafiri katika kipindi cha unyamavu mkubwa katika siku tisa za maombolezo ya Baba Mtakatifu Francisco, kipindi cha maombolezo rasmi ambacho kinajulikana kwa jina la Novemdiales au noventiale kwa lugha nyingine ni kipindi ambacho kinawekwa huwa kinawekwa rasmi na kanisa kila anapofariki baba mtakatifu. Katika tafakari hii, hebu tumtazame huyu papa Fransisko ni nani? Papa Fransisko ni baba mtakatifu wa 266 kuanzia kwa mkuru mtume Petro mpaka sasa tulipo na padri raia wa Argentina kutoka bara la Amerika ya Kusini, mashariki kabisa mwa nchi ya Argentina, karibu na mpaka wa Argentina na Uruguay. Argentina ni nchi inafahamika kwa sifa nyingi zikiwemo sifa mbili kubwa, kwamba ni moja kati ya nchi zinazoaminika kwamba raia wake walio wengi ni Wakatoliki takriban asilimia hamsini na mbili ya raia wa Argentina ni wa katoliki na Argentina inasadikika kushika nafasi ya tisa kwa sifa hiyo hapa duniani. Lakini sifa ya pili maarufu ya Argentina inayoipa Argentina umaarufu ni vipaji vya namna kubwa, vipaji vya kiwango cha hali ya juu sana vya mpira wa miguu. Argentina ndiko nchi wanakotokea watu kama Diego Armando Maradona, watu kama kina Lionel Messi, watu kama kina Gibril Batistuta na wanasoka wengine mahiri mahiri waliowahi kutokea hapa duniani. Papa Francisco, hili jina lake ni la baadaye la upapa, lakini kwa asili yeye tunaweza kumuita padri Jorge Mario Bergoglio. Ndivyo ambavyo anaitwa kwa asili, jina lake ni Jorge ambaye alizaliwa mwishoni mwa mwaka 36 huko Argentina, akasoma kwa namna mbalimbali. Yeye baba yake ni mwargentina kwa asili, lakini mama yake ni mwargentina mwenye asili ya Italia. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema Papa Francisco alikwenda kumalizia maisha yake ya utume na ya uhai ujombani. Amekuwa padri uh, wa shirika la Yesu maarufu kama Jesuit Fathers au wa Jesuiti, tumezoea kuwaita hivyo ambao wako sehemu nyingi ulimwenguni, hapa hata hapa Afrika Mashariki, na hata Tanzania, hata Kenya, hata Uganda wapo wajesuiti. Ni wajesuiti hawa hawa ambao, kwa mfano, katika nchi ya Tanzania tunawafahamu wakiwa wanaendesha parokia na miradi mbalimbali, ikiwemo shule maarufu kabisa ya Loyola High School iliyoko jijini Dar es Salaam, shule maarufu ya Peter Claver iliyoko jijini Dodoma, na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa nchini Kenya wako na chuo kinaitwa Hekima College. Na maeneo mengine mengine. Kwa hiyo Papa Francisco ni mjesuiti wa shirika hilo ambaye ameshika nafasi nyingi mbalimbali mbali katika kanisa tangu alipopadrishwa kabla ya kuwa papa. Amekuwa paroko, amekuwa gombera wa seminari ndogo, amekuwa gombera wa seminari kuu, amekuwa Uh, amewahi kuwa hata, hata, hata mkuu wa kanda wa shirika la Wajesuit maarufu kama provincial. Amekuwa askofu msaidizi auxiliary bishop, amekuwa askofu mkuu archbishop, na amekuwa kardinali kabla hajachaguliwa na jopo la makardinali wenzake uh, mwanzoni mwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu kuwa mrithi wa Papa Benedikto wa kumi na sita na hivyo akawa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, akaanza kutumia jina aliloliteua yeye mwenyewe wakati huo kama ilivyo desturi kwa mapapa, jina la Francisco. Kwa nini alichagua jina la Francisco? Papa Francisco ni mtu ambaye kwa asili lakini na kwa makuzi ya uh, roho ya kitume ya Inyasi wa Loyola, mwanzishi wa shirika ambalo yeye ni mtawa wa shirika hilo. Uh, wamekuwa wakienzi na kujitahidi kupita katika uh, mtazamo wa kiroho wa mtakatifu maarufu sana mwingine Mtakatifu Fransisko wa Asizi, ambaye yeye katika maisha yake alipenda sana na alijitahidi sana kuishi maisha ya unyenyekevu na kujishusha. Kwa hiyo Papa Fransisko alitamani katika upapa wake aliongoze, alipe maongozo kanisa kuinua zaidi uh, fadhila hii ya unyenyekevu, fadhila ya kujishusha kwa kanisa kwa ujumla, lakini mwanakanisa mmoja na mwanakanisa mwingine. Na ndiyo hasa ilikuwa nia yake na lengo lake, na hata akitazamwa vizuri, na hata wachambuzi wanavyomchambua katika upapa wake, mambo mengi na nyanja nyingi amekanyaga katika kulikumbusha kanisa na ulimwengu unyenyekevu na kujishusha. Katika kipindi chake cha miaka kumi na miwili ya upapa ametafsirika mara nyingi kama papa mliberali. Mliberali kwa maana ya kwamba hakuwa papa mwenye misimamo mikali katika kusisitiza desturi na tamaduni eh, za kanisa Katoliki. Amejaribu kutazama namna ambayo inaweza ikapa. Paka mafuta kidogo pale mahali ambapo panaonekana pale, eh, ulimwengu unapapiga kelele kwamba palikauka sana na kadhalika eh, na, na hii ni hali ya kawaida katika kanisa. Eh, kuna mitazamo, wako wana kanisa na hata viongozi wakubwa kabisa ambao wanaonekana kuwa na mlengo wa kiliberali kwamba ah, hawakazi sana nati, lakini wako wale wanaitwa wenye mlengo wa kihafidhina wanashikilia ile misimamo kweli kweli na wako wenye mlengo wa kati. Na ukitazama Mwenyezi Mungu ameumba wa watu wote katika mitazamo tofauti tofauti na hali tofauti tofauti, ili kuhakikisha kila kimoja kinapata nafasi. Pale ambapo nati zimekaza sana, basi zilegee kidogo, pale ambapo zimelegea, tunataka kupotea njia zikaze kidogo, na pale pa kuyaweka haya mambo sawa, yakae kwenye mzani, yanakaa hivyo. Na ukitazama chambuzi zilivyo uchambuzi ulivyo, mapapa watatu waliofuatana wa mwisho hapa wamebeba sifa zote tatu. Huyu papa Fransisko anatazamwa kama papa mliberali ambaye hakupenda kukaza sana. Papa aliyemtangulia Benedikto wa kumi na sita anatazamwa kama papa mhafidhina ambaye anapenda kushikilia na kukazia sana msimamo, lakini papa aliyewatangulia hawa papa Yohana Paulo wa pili anatazamwa kama papa wa wastani, kwenye uliberali yupo kwenye uhafidhina yupo papa Francisco. Pamoja na mengineyo hayo, ni papa ambaye amefanya kazi zake kwa ukimya kiasi, lakini kwa kutenda vitendo vinaonekana. Katika kipindi chake hiki ameteua maaskofu takribani 530 uh, katika majimbo mbalimbali na majukumu mbalimbali kokote ulimwenguni makardinali 100 na wawili. Kwa hiyo tunapozungumza tuna sasa hivi kati ya makardinali mia moja thelathini na tano wanaokwenda kupiga kura ya kuchagua mrithi wa Papa Francisco, mia moja na wawili amewateua Papa Francisco katika kipindi cha hii miaka kumi na miwili. Ni papa ambaye ameacha jambo moja kubwa na maalum sana ambalo litaacha historia. Hakuwahi kurudi nyumbani kwao Argentina hata mara moja tangu ameteuliwa kuwa papa. Wako ambao wanalitazama jambo hili kama udhaifu kwamba kwa, kwa nini amepasahau nyumbani, lakini wako ambao wanalitazama jambo hili kama darasa kwamba anatukumbusha kwamba unapotolewa na kujitoa maisha yako kwa ajili ya Mungu unajitoa mzima mzima kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyojitoa mzima mzima bila kujibakiza, na wakati mwingine katika hali ya kibinadamu eh, kukumbuka kumbuka nyumbani na kukumbukwa kumbukwa na nyumbani kunaweza kukufanya ukajikuta unapatumikia nyumbani badala ya kutumikia kile kilichokuweka pale. Tunaona hata maeneo mbalimbali katika hata tawala za kidunia viongozi, anapewa nafasi mahali fulani, uh, anakumbuka familia yake zaidi, au anakumbuka kijijini anapotoka zaidi, kuliko uwiano na watu wengine ambao wana haki sawa katika ile nafasi. Pengine ndilo darasa ambalo Papa Francisco alitaka kuuachia ulimwengu na ni jambo zuri la kuchukua. Papa Francisco katika upapa wake amefanya ziara sehemu mbalimbali duniani na amepata kufika barani Afrika katika ziara tano ambazo katika ziara hizo ametembelea nchi kumi zikiwemo nchi za Afrika Mashariki Uh, na amefika pia de, nchi ya kidemokrasia eh, ya Kongo DRC, lakini amefika nchini Kenya na kama tulivyokwishaona ona, uh, yeye amekuwa mtu wa mtazamo wa kinyenyekevu. Amefika nchini Kenya na kati ya maeneo aliyopendekeza yeye mwenyewe kutembelea ni parokia ya Kangemi, parokia ambayo iko eh, sehemu ile ya watu wa kawaida sana sana sana sana lakini Papa alifika pale. Kuna mazungumzo yalikuwa yanakwenda kwenye vyombo vya habari wakati wa ziara ile kwamba kulikuwa na mjadala eh, watu wa usalama eh, katika nchi ya Kenya, wakiwa wanapata mashaka kwamba ah, sasa mtu mkubwa huyu huku akienda usalama unakuwaje? Lakini alisema nitakwenda, na alifika. Alifika huko. Tunaweza kumuona Papa Francisco akiwa mtu hata ambaye aliweza Uh, kuwasiliana na ulimwengu mara nyingi katika namna rahisi na nyepesi alikuwa ni mtu wa kutaka kufikika, kusikika, na kueleweka kwa urahisi na watu wote. Tunaweza kusema Papa Fransisko ni papa ambaye alipenda kusogeza huduma za kichungaji karibu na waamini. Hakuwa mvivu wa kubariki na kuunda majimbo mapya. Ameunda majimbo mapya sehemu mbalimbali ulimwenguni, na yakiwemo majimbo matatu hapa Afrika Mashariki katika kipindi cha miaka kumi na miwili tu. Ameunda jimbo la wote nchini Kenya, lakini nchini Tanzania ameunda majimbo mawili mapya, jimbo la Mafinga na jimbo la Bagamoyo jimbo ambalo majimbo ambayo eh, hasa jimbo la Bagamoyo mpaka anafariki, hata halijasimikwa rasmi, askofu wake hajasimikwa rasmi. Na historia ya kuundwa kwa jimbo la Bagamoyo inaleta mfanano fulani wa historia katika kanisa, mfanano mwingine wa historia katika kanisa la Tanzania kwa kuhusianisha na kiti cha Baba Mtakatifu. Askofu wa mwisho kuteuliwa na Papa Benedicto wa kumi na sita kuwa askofu wa jimbo nchini Tanzania alikuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na askofu wa mwisho kuteuliwa na Papa Francisko kuwa askofu wa jimbo nchini Tanzania alikuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam pia. Yani, Papa Benedikto wa 16 alimteua askofu msaidizi Titus Mdoe kwenda kuwa askofu wa jimbo la Mtwara, halafu akastaafu akang'atuka. Alafu Papa Francisco mrithi wa Papa Benedikto akamteua askofu Stefano Lameki Musomba askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam kuwa askofu wa jimbo jipya la Bagamoyo, halafu akafariki dunia. Tukimtazama kwenye jambo moja lenye umaalumu zaidi katika historia yake, tumezungumza namna ambavyo alipenda kuyatazama mambo katika unyonge wake na unyenyekevu wake udogo wake na uduni wake, hata ile hali ya uh, kutengwa kwa nafsi za wanadamu, alikuwa akikutazama kwa jicho la kipekee. Wakati mwingine ilimletea matatizo ya kimtazamo. Mwaka takriban, miaka miwili hivi kabla hajafariki dunia, katika mtazamo huo huo, kulitokea mapendekezo yake kuhusiana na namna ambavyo ulimwengu na kanisa kwa namna ya pekee uh, lingepaswa kuenenda kuhusiana na changamoto ya au uh, wanadamu wenye changamoto ya kuwa na mahusiano ya jinsia moja. Mapendekezo haya yalileta mvutano mkubwa sana ulimwenguni, yalisababisha mitazamo tofauti tofauti sana ulimwenguni kuhusu pendekezo lenyewe, lakini na kuhusu yeye. Wako ambao hata wakataka kupata mashaka kuhusu mlengo wake, lakini yeye pamoja na taasisi yake, kwa maana ya Vatican, wakafafanua kwamba lengo lake ni lile lile, kwamba huruma ya Mungu iko kwa watu wote na ifanywe ibaki kwa watu wote. Sasa ni kazi kwako wewe kupima ipi ni huruma ya Mungu, ipi si huruma ya Mungu. Lakini huruma ya Mungu inapaswa kuwa kwa watu wote na katika hali zote. Ingawa haimaanishi huruma ya Mungu inaondoa haki ya Mungu kukataa na kuzuia dhambi. Katika miaka miwili hivi ya mwisho mwisho afya ya Papa Francisco ilidorora. Akawa ni mtu ambaye anaugua mara kwa mara changamoto mbalimbali mbali. Lakini hasa miezi mi chache ya mwanzoni ya mwaka 2025, ambapo miongoni mwa shida zilizomsumbua mwishoni zilikuwa ni changamoto za mfumo wa upumuaji. Papa huyu ambaye katika nyakati za mahangaiko ya kidunia, mahangaiko ya kilimwengu, amekuwa ni mtu anayeonesha sana moyo wa kumtumainia Mungu, kama inavyokumbukwa alivyouleta pamoja ulimwengu wote wakati wa uh, uviko korona uh, ile COVID-19 kuabudu Ekaristi hata kwa njia ya kushiriki kwa pamoja kwa mitandao kwa ajili ya kumlilia Mungu, na Mungu alitusikia. Alikuwa mtu wa kusali na kumtumainia Mungu hata katika nyakati hizo ambazo afya yake ilidorora. hata hivyo Jumatatu ya Pasaka ya mwaka 2025 tarehe 21 mwezi wa nne, uh, afya yake ilibadilika zaidi. Baada ya kuwa alishatoka hospitalini siku chache nyuma amerudi nyumbani, lakini afya ilitikisika zaidi ghafla, asubuhi akawa amefariki dunia. Kama ulivyo utaratibu, Papa anapofariki dunia, utaratibu ndio huo huo uliofuatwa hata katika kifo chake kwamba kardinali kiongozi wa shughuli za kipapa pale e, cheo kinachoitwa maarufu kama kardino Kamerengo, au kardinali Kamerengo, au kwa kifupi tu Kamerengo, anapaswa kushuhudia n, a, kwa kuthibitishiwa na madaktari wasiopungua watatu kwamba papa amefariki, na akishathibitisha analitangazia kanisa kwamba kiti cha papa kiko wazi. Neno hili kiti cha papa kiko wazi eh, neno maarufu ni sed vacant, ambalo akilitamka hivyo ni neno la Kilatini linamaanisha kwamba sasa hatuna tena papa, the pope is no more, kwa lugha nyingine. Na akishatangaza hivyo, zinafuata zina, zina hatua za kuhitimisha upapa wa papa huyu aliyefariki kwa kwanza kuvunja muhuri ambao papa anautumia ku, ku, kuweka kwenye nyaraka za kipapa yaani, nyaraka ambazo ukiweka ule muhuri, basi kilichoandikwa pale kinakuwa kimepitishwa na papa. Na tunafahamu, eh, papa anayo mamlaka kwamba anachofunga hapa kwenye ardhi ya dunia kinafungwa mbinguni, anachofungua hapa kinafunguliwa mbinguni. Kwa hiyo muhuri ule una kazi kubwa maana ya kamerengo kuvunja ule muhuri ni kwamba katika kipindi ambacho papa huyo hayupo na hajaja papa mwingine kusiwe na chochote ambacho kitapewa, kitafanywa kama maamuzi, kikachukuliwa au kupokelewa kwa uzito wa kipapa, kwa sababu hakuna papa. Uh, ule muhuri unapovunjwa na ofisi ya papa na makazi ya papa vinafungwa hadharani. Anafanya hivyo watu wakiona, anafunga kabisa kwamba hakuna tena papa kwa sasa, na wakati huo huo jopo la makardinali sasa linakutana kwa ajili ya kuanza maombolezo ya zile siku tisa rasmi za maombolezo, ambazo katika hizo siku tisa, miongoni mwa mambo yanayofanyika katika hizo siku tisa ni kuwa na misa za kumwombea papa. Kila siku kunakuwa na misa maalumu ya kumwombea papa ambayo watu wote wanaruhusiwa kushiriki, lakini makardinali wao uh, ndio hasa wafiwa. Kwa hiyo, ndiyo wa kwanza, wa kwanza. Kwa hiyo wao ndio washiriki wa kwanza wa hizo misa ndani ya hizi siku tisa. Utaratibu unataka katika hali ya kawaida maziko na mazishi ya papa yafanyike ndani ya hizo siku tisa, kwa sababu pia uh, baada ya hayo mazishi Siku inayofuata ndipo zoezi sasa la wale makardinali wenye sifa kwenda kuchagua uh, papa mpya, baba mtakatifu mpya kutoka miongoni mwao linapoanza. Na kwa papa huyu utaratibu umefanyika hivyo, na tayari tuko katika maandalizi sasa kwa ajili ya maziko yake na halafu tuanze mchakato wa kuchaguliwa kwa papa mpya.